Asubuhi ya leo tukiwa Ukonga Mazizini, tawi la Ngurumo ya Radi, tumemtangaza mgeni maalum mwingine ambaye atakuja kwenye mchezo wetu siku ya tarehe tisa, ambaye si mwingine ni Mtume Bonfas Mwamposa. Hatuachi mtu safari hii. Sasa basi, niko hapa tawi la Tabata Dampo kumtangaza mgeni mwaliko mwingine katika mchezo wetu wa tarehe tisa ya mwezi huu wa nne. Si mwingine ni Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salam Walid Alhad Omar Kawanwa. <coughs> Hii ni silaha yetu ya siri ya muda mrefu sana. Sasa tunakwenda kuitumia hadharani, mnyama aende nusu finali. Kwa hiyo tumejipanga kweli kweli. Tunapiga kila kona na yeyote atakayethubutu kutia mkono kwenye shughuli yetu. Shehe ana sala ya mazishi. Ndugu zangu, ni aibu kubwa nyinyi watu wa Tabata dampo hapa mkashindwa kwenda uwanjani, wakati kwa usafiri wa basi ni gari moja mpaka Benjamin Mkapa. Hata ukiamua kutembea, anda kanuni ukatoka hapa majira ya saa sita saa tisa na kukuta Benjamin Mkapa unafika vizuri tu, wakati mimi kipindi hicho njaa kali nilikuwa natoka Yombo na kwenda Benjamin mdogo mdogo, wala sishindani na mtu, nafika na, nikiwa mwandishi nafanya nauli sina, mambo yalikuwa tete mbaya vibaya, nafanya kazi zangu, nikimaliza mdogo mdogo nakuja mpaka Tazara, piganza kanuni Vingunguti walete na ingia zangu Yombo. Na wewe mwana Simba wa Tabata Dampo, kama umekwama kabisa tafuta hela ya tiketi tembea mdogo mdogo, njoo Benjamin Mkapa. Hii siyo siku ya mwanasimba kupitwa, lakini wapo wanasimba wanatoka Bukoba, wapo wanasimba wanatoka Mwanza, wanasimba wanatoka Dodoma. Ni aibu kubwa mwanasimba wa Dar es Salaam, mwana mwanasimba wa Tabata Dampo eti umejibana kwenye TV kibanda umiza na wewe unaangalia mechi ya simba wakati ungeweza kabisa kufika benjamin mkapa ndugu zangu wana simba wa tabata dampo tukutane benjamin mkapa twende tukaivushe simba yetu twende nusu fainali sisi ni timu kubwa sana ndugu zanguni sio timu ya kuishia robo fainali miaka sita yaani haiwezekani ndani ya miaka sita mfululizo tunakwama eneo hilo hilo moja kuna kazi sisi kama wanasimba hatujaifanya, ndiyo maana hatuvuki. Sasa safari hii tuifanye hiyo kazi, ili mnyama avuke aende hatua ya nusu fainali <coughs> au kuna mtu yote anaona kuna ugumu wa mnyama kwenda nusu fainali <coughs> haiwezekani! kwa Simba hii naijua mimi Benjamini Mkapa ikacheza dakika tisini ikakosa magoli matatu. Narudia tena, simba hiyo haipo, haijazaliwa. Dakika tisini Benjamin Mkapa, tukakosa magoli matatu ya kutupeleka nusu fainali. Simba hiyo haijazaliwa. matatu tutayapata, na nusu fainali tutaenda, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Baada ya kusema hayo ndugu zangu na Tabata Dampo, niwapongeze tena na tena kwa uzinduzi wa tawi lenu hili. Lakini kitu kimoja muhimu tungependa kusisitiza ni kuishi kwa amani kwenye tawi lenu. Tusingependa kuona baada ya siku mbili tatu kuna migogoro ya hapa na pale. Mwenyekiti hataki kuitisha vikao, mweka hazina hataki kuwasilisha mapato na matumizi, kuna mtu mwingine yeye ndo maarufu kuliko wengine, hataki kusikiliza ya wengine. Tusingependa kuona mambo hayo yanatokea katika tawi hili la Tabatadau. Ipo misingi ambayo imejiwekea kwa hiyo ishini kwenye misingi yenu hiyo ili msigombane. Mwenyekiti, wewe ndio umekabidhiwa dhamana hii, waliokukabidhi wanakuamini, basi usitumie cheo chako kama dhamana kutaka kuwavuruga wengine, kutaka kuwapelekesha wengine. Wamekukabidhi sio kwa sababu na akili kuliko wengine, wamekukabidhi kwa sababu wanakuamini. Basi shirikiana nao kulilea tawi lenu, nashirikiana nao mapambano ya Simba Sports Club. Kuanzia sasa, ninyi ni familia halali ya Simba, hivyo mnawajibika kufanya shughuli zote za Kisimba. Kuanzia sasa, mtapokea simu nyingi za katibu ya haya, mtapokea simu nyingi za Mwejibe wakiwapa maelekezo nini cha kufanya kwa ajili ya kuisaidia Simba Sports Club. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, ni hili la hamasa limeisha. Natumai kila mtu amepata cha kuondoka nacho hapo. Lakini muhimu ni watu kununua tiketi. Huyu anayepiga rangi anataka tupige chake.